Kina makundi maalum. Hey, pigia makofi, pigia makofi, kwa rais wetu. Tanga oye. Hapana. Wana Tanga mbona mmepoa? Basi ninaomba mheshimiwa mgeni rasmi uridhia watu wenda wamekaa muda mrefu wote wasimame. Naomba hakikisha kila aliye pembeni yako anasimama, simama tu ni kwa ajili ya afya yako. Tusimame wote, wote tusimame. Atakayebaki amekaa na lake jamba, atatuambia amekalia nini. Simama, simameni. Haya, mkono hapa, fanya hivi. Nitasema Tanga, hoye, mnaitikia kwa nguvu hoye, si ndio? Tanga hoye! Hoye Mama Samia hoye, hoye. Mheshimiwa Ndumbaru hoye. Hoye umi hoye Wanawake hoye, wanaume hoye, Mama Samia ligoedi campaign hoye. Haya, tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, Daktari Damas Daniel Ndumbalu, mbunge na waziri wetu wa Katiba na Sheria, Komredi Abdurahmani Abdalla Mwenyekiti wetu wa chama Rajabu, ni la kwanza lakini watunatumia yale yanayofuata. Mheshimiwa Balozi Batilda Buriani, mkuu wetu wa mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Ume Mwalimu AKA Odo, mbunge wetu viongozi wote wa mkoa wakiongozwa na rasi dada Pili Hasan, wakuu wa wilaya, wakuu wa taasisi, viongozi wa chama, viongozi wa dini, Wanatanga, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wasalimu tena kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nieleze kwamba nimekuja kuungana nawe kwa niaba ya Mheshimiwa Dkt. Dorothy Onesphorous Gwajima, waziri wetu na ni kwa sababu zifuatazo. Moja, mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijaeleza hizo sababu, ni kupongeze sana wewe na wizara unayoongoza kwa kazi nzuri unayofanya bila kuchoka. Juzi ulikuwa Dodoma, jana Dar es Salaam, lakini leo ukasema lazima niwe Tanga. Ongera sana. Hii ni zaidi ya kujituma, lakini ni kuelewa dhamana uliokabidhiwa na mheshimiwa Dr Samia Suluhu ya kuhakikisha hii kampeni unaiweka kwenye mato, matendo ili kuwafikia watanzania popote waliko. Hongereni sana. Hii kampeni, mheshimiwa mgeni rasmi, ni kati ya kampeni zinazoongoza sasa hivi hapa nchini na ni kampeni ambayo imelenga kuhakikisha watanzania wanafikiwa haki, migogoro yao inatatuliwa, lakini na walioonewa waweze kusikilizwa ikiwemo yale makundi yanayosimamiwa na wizara yetu, wanawake wagane, wajane, watoto, wazee na makundi mengine ndani ya jamii. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kampeni tunaiunga mkono, lakini tunakupongeza namna ulivyoratibu wizara za kisekta na wadau mbalimbali ikiwemo chama cha mawakili Tanganyika mawakili wa serikali na wadau wengine LCF Tanlap na wadau wengine kuhakikisha Watanzania wanapata majawabu ya migogoro ya kisheria iliyokuwa inawakabili. Hongereni sana, mheshimiwa mgeni rasmi, hongereni sana wizara ya katiba na sheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme kwamba kampeni hii sio tu kwamba inaenda kutatua migogoro inayokabili Watanzania, lakini inaenda kuyafikia makundi ya pembezoni ambayo kwa namna moja ama nyingine kwa sababu ya nguvu ya kiuchumi kuwa ndogo wasingeweza kupata haki. Na watu wao ni wazee, kama nilivyoeleza, watu wenye ulemavu, wajane na wagane, lakini na wakina mama ambao wamekuwa wakinyanyasika pamoja na wakina baba kwenye ndoa ama kwenye swala la mirathi lakini na kwenye masuala ya ardhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia nitumie wasahau na nimefurahi kwenye mabanda ambayo umekuwa umeelekeza na amekuwa akiwepo kwenye kampeni nchi nzima ni Rita. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitoe rai kwa viongozi wa dini walioko hapa na nchi nzima, serikali iliwakasimu jukumu la kusimamia masuala ya ndoa, na katika eneo hilo ili ndoa ikamilike, Mheshimiwa mgeni rasmi, sio tu kwa sheikh, imam, padri, mchungaji kufungisha, lakini kwanza lazima awe anayefungisha awe ni yule anayetambuliwa na serikali kwa mujibu wa taratibu, lakini baada ya kufungisha, hakikisha uliwafungisha wanapata cheti cha ndoa cha serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii itatusaidia kutatua migogoro mingi ambayo tunayo kwenye jamii, mara tu mwenza anapoondoka lakini kwenye eneo la mirathi na maeneo mengine, lakini pia itaimarisha upatikanaji wa huduma kwenye masuala ya NIDA, NHF na mifumo mingine. Lakini pia, mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi wa dini ni watu muhimu katika jamii. Endapo viongozi wa dini watasimama kidete na kikamilifu kwenye nafasi zao, migogoro mingi ya kifamilia itapungua, na hususani inayohusiana na ndoa viongozi wa dini wakisimamia vyema wachumba na wanandoa wakatimiza majukumu ndani ya taasisi hiyo, badala ya kula starehe tu, wakajua ni zaidi ya starehe, itatusaidia kuepukana na watoto wa mitaani. Itatusaidia kila mtu kutimiza majukumu yake. Lakini pia, Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi wa dini wanayo dhamana kubwa, wameaminiwa na serikali, na mara mtu unapoitwa kwenye wito wa kuwa kiongozi mara fulani zipo taratibu ambazo inabidi uzifuate. Yawezekana kukawa na katiba kama ilivyo Tanzania, na chini ya katiba zipo sheria zinazotawala eneo mahususi. Sasa ukisha kuwa kiongozi wa dini, kwa vile sisi tunakuamini, kwa sababu umepewa dhamana juu ya roho zetu na miili yetu, vivyo hivyo hata matendo ya viongozi wa dini na namna ya kusema ni vyema yakazingatia taratibu hizo kutokana na dhamana waliopewa. Itatusaidia sana viongozi wa dini tukishirikiana, lakini kila mtu kwenye eneo lake kuhakikisha tunawahudumia wahudumia Watanzania, tunatatua changamoto zinazowakabili. Mheshimiwa mgeni rasmi, hata daktari aliyefuzu daktari na kupewa cheti aweza akaenda mtaani tu anadunga watu sindano kwa sababu tu ni daktari. Zipo taratibu za kufuatwa, vivyo ni wasii wa Tanzania, kila mtu kwa kada yake Tujue kuna katiba, kuna sheria zinazotawala eneo mahususi. Tuziheshimu tunapotenda na kunena, tufuate taratibu husika ili tuijenge jamii ya Kitanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesema haya kwa sababu unapotaka kuleta maendeleo ndani ya jamii ni lazima kutambua watu na kada muhimu, ikiwemo viongozi wa dini, viongozi wa kimila, viongozi wa kijamii, na endapo, mheshimiwa mgeni rasmi, na viongozi wa kisiasa na watendaji wa serikali tukitimiza majukumu yetu, mheshimiwa mgeni rasmi, nakuhakikishia, Tanga itakuwa mara salama. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa takwimu za jeshi la polisi za mwaka jana 2024 Tanga inaongozwa kwa matendo ya ukatili, ambapo matendo ya ukatili 457 yaliripotiwa, ni mkoa wa kwanza Tanzania, kati ya matukio elfu saba mia tatu ishirini. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa, viongozi wote wa kuu wa wilaya, tumieni mlango huu wa uwepo wa kampeni ya huduma msaada kisheria kuelimisha wananchi waachane na matendo ya ukatili, kwa sababu ni kukiuka sheria, lakini kuhakikisha wananchi wanajua haki zao, lakini kama jamii ya Wanatanga, tunawalinda watoto, tunawalea, tunawakuza, tunaheshimu ndoa, tunaishi kwa amani, tunashirikiana, mkijua hapawezi kuwa na maendeleo pasipo mshikamano, amani, kuheshimiana na kuwajibika kwa pamoja. Mheshimiwa erasmui, naomba na kushukuru, asante sana. Mungu akubariki. Samia ya mama Samia.